Wadau, mmejiongeza kwelikweli, sikutegemea haya. Nilijua tunasubiri ile tarehe yetu, lakini kumbe nyinyi mmeichangamkia fursa, na kweli mkoa wetu sasa hivi umeshasheheni. Wageni wanamichezo wote wameshafika, wako hapa Singida, na tunategemea katika muda wote wa wiki mbili wataendelea kufurahi kula aina mbalimbali za utayarishaji wa kuku wetu wa Singida. Kwa hiyo mimi niwatakie heri, hii ni fursa, itumieni vizuri ili kesho na kesho kutwa basi mshukuru serikali kwa kuileta Mei Mosi katika mkoa wetu wa Singida, mwashukuru wenzetu wa tukta kwa kutuamini kwamba tunaweza tukaibeba shughuli hii. Kwa kweli ni nimeona majiko yanapendeza kweli kweli, lakini nimeona kuku ni wanene kweli kweli. Kuku huyo anaitwa kuku andimu, na pilipili pili yake iko pembeni. Kuku anajenga mwili kuku wanajenga afya. Kwa hiyo twendeni tukale kuku wa Singida. Wageni wetu wameshafika, naomba huko alikofika hapa la watu, sisi tumeshaandalia kuku kwa ajili ya kutesti kuelekea kuku hapa. Leo tumeandalia baba kio baba wetu wa leo, tuna kuku wa kienyeji ambao kuna lemon chicken, kuna sekera chicken na bread chicken, wote wako dizeti ambazo kama tatu kuna kuku ambaye ana pilipili, ambaye ni sekera lemon chicken, flavor yake inakuwa ni andimu. Plain chicken ambaye tumeweka chumvi. Kuna watu ambao ambao tunajua wanaumwa sukari, hawatumii baadhi ya vitu vingine, na watu wengine ni wanene. Kama mimi unavyoniona ni mnene, kwa hiyo lazima nile kuku ambaye asiyekuwa na viungo vingi sana. Kwanza tunamshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kutupa fursa kubwa kama hii tuna, tuna kingine cha kusema zaidi. Sisi tushindwe wenyewe na sisi tunasema hatuwezi kusida, sisi tunaweza ila tu na, na, yani sina cha kusema zaidi. Unavyoona kuku kubwa, kuku kubwa, hata ukienda Dar es Salaam hakuna kuku mkubwa kama huu. Sisi tunaonyesha kwamba Singida ndipo kuku wa kienyeji wanapotokea, kwa hiyo na kuku lazima wawe wakubwa.